Na mtazamaji karibu, siwe na pupa, najua ni mada muhimu, kila mkenya atakaweza kuchangia, lakini kwanza nipe ruhusa nikupe baadhi ya vidokezo. Naam, watu wawili wamefariki, huku wengine watano wakiwa katika hali mahututi hospitalini baada ya kunywa pombe haramu inayokisiwa kuwa na sumu katika kijiji cha Ngitana, Igembe Kaskazini, kaunti ya Meru. Nadaiwa kuwa mmoja waliofariki ambaye ni mgemaji wa pombe hiyo alitia sumu na kuwapa wenzake pombe hiyo. Kamishna wa kaunti ya Meru Jacob Ouma ametoa onyo kali kwa chifu eneo hilo ambaye anatuhumiwa kupokea hongo na kufumbia macho ugemaji wa pombe haramu. Wakazi kwa upande wao, wamelaumu vyombo vya usalama eneo hilo kwa kuzembea kazini na kushindwa kuwachukulia hatua wanaoendeleza biashara ya pombe haramu. Na hii fombe ni wakubwa wetu ndio wanaleta fombe kwa sababu ya kukula hongo. Oh, oh, oh, oh, oh. Sasa sasa, tunasema hivi wakuu wetu wakubwa wakuja watuangalilie Ngitana, kwa sababu tunaona tunaisa kabisa. Mtu ameajiriwa anapewa silingi, silingi isirini, si hata mia mbili yote. Hata ukimpea isirini anakwambia endelea, na tumekuja kuundua viongozi wetu. Hata ukikuja na sumu ile inaitwa hata hata ile ndawa ya, ya, ya kunyuzia samba, ukiwambia ukimwambia sika mia mbili ni kunywa, anaweza kwambia kunywa, hiyo ni sinda yako kutoka leo tarehe tano mwezi wa kumi na moja. Nasikitika ya kwamba badala ya kupambana na pombe pombe imewachwa kupambana na watu. Komanda ya polisi angalia moja kwa moja, the police establishment ambayo iko within ndani, itoke hapa, mutafuti askari mupatiei watu watu ambao anaweza kusaidia nani, kusaidia wananchi wale ambao nasikia ni na wanatajwa sijui machifu wa sijui watu gani ambao wanahusika na hivi vitu, wanaokota pesa. Mimi nawahakikishia kwamba wao sasa tutawapa kibali cha kuja wakote hizo pesa, lakini bila nguo ya serikali, alafu tutafute watu ambao wanaweza kufanyia